Naam assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuhu mtazamaji wa Aqiida Online TV ambao mtafuatilia matangazo Ma yetu mubasharatan katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube mtazamaji hivi sasa niko maeneo ya Chamazi leo hii nimekuja kuwatembelea boda boda tutazungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na dini yetu ya kiislamu lakini mtazamaji ambayo unaifuatilia matangazo Ma haya mubasharatan lakini, nikukumbushe tu mtazamaji, subscribe kwa Aqiida Online TV, ili huwa kwanza kupata habari mbalimbali. Kama unavyonijua mimi ni mtaalamu ambaye wa kuuliza maswali kadha wa kadha, ili eh, kujua namna gani Uislamu wetu unavyokwenda katika dunia hii hivi sasa. Kama unavyoona hapa vijana wapo, nitazungumza nao moja kwa moja, ili kujua changamoto mbalimbali katika kazi yao. Lakini je katika kazi hiyo ibada inakwenda vizuri? Hakika ninaye miongoni mwa wale ambao wataalamu wa kuendesha bodaboda tutapata kuzungumza nao moja kwa moja. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako ndugu yangu, alhamdulillah. Na watazamaji hivi sasa watakujua zaidi, jina lako ama majina yako yote matatu ni nane, lakini wewe pia wa ni mtu wa aina gani? Ni kwa majina naitwa Ibrahimu Muhamed Bulunji, ndio, ni dereva wa boda chama zanati e. Bila shaka katika migundi mbalimbali, kuna majina yao ambao waliweza kusajili, kusajili katika sehemu mbalimbali, labda mgondi huyu labda wa jina lake haswa, uh, haswa haswa jina gani? Labda kituo chetu kinaitwa Chamazi za naki, kituo chetu kinaitwa Chamazi, Chamazi za naki. Naam bwana, ndugu yangu kuna maswali uh, na si maswali ila kujua mambo mbalimbali yanayoendelea katika masuala mbalimbali ya kijamii, lakini tunaona uh, baadhi ya bodaboda wanaendesha bodaboda mbalimbali, lakini nataka kujue zaidi kuhusiana na swala zima la ibada Je, linapatikana kwa wakati maalum kabisa? Eh, kwanza mimi nimshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala Deo. kwa upande wangu mimi hmm. pamoja na shughuli zangu zote za uendeshaji wa pikipiki. Alhamdulillah. Swala la ibada ni jambo la mwanzo kuliko majambo mengine yote. Swala inaanzia kwangu mimi pamoja na hawa ambao niko nao hapa Alhamdulillah. Mm. Mshukuru Allah. Mimi mwenyewe ni mwenyekiti wa boda boda. Wewe pia ni mwenyekiti wa boda boda. Eh. Pia ni mwenyekiti wa boda boda. Na pamoja na kazi yangu hiyo ya uendeshaji wa boda boda, vile vile huwa Hawa vijana ambao niko nao nawakumbusha kuhusiana na, na, na, na swala la ibada iba. Wapo baadhi swala tano zinapatikana, na wapo wengine naendelea kuwakumbusha hmm. siku. Siku, siku baada ya siku baada ya siku, siku. Yeah. E, labda hivi sasa watazamaji oh, ambao wanakutazama kupitia chaneli pendwa, chaneli Aqiida Online TV, unawaambia nini ama unawapa nasaha gani? E, na saa ambao mimi nawapo, kwanza tuone kwamba bodaboda ni fursa. Ndio sababu mimi nimeona kwamba wale ambao kwa wanaendesha bodaboda ndio wakati mwingine wanaonekana kama watu waoni, ndio e, sio watu waoni, ndio ni kazi kama kazi yingine, ukiheshimu itakuheshimu ndio, na Allah tabarakata wataala hatakupa riziki kwa hiyo Alhamdulillah ni mshukuru kwanza Allah, kupitia kwa kazi hii ya boda boda riziki inapatikana na patikana, maisha yanakwenda, alhamdulillah, alhamdulillah. Maisha yanakwenda kama kawaida na, kama, kama. Na mtazamaji kama unavyoona hapa nilipo ni naye tena mwingine hapa nitapata kuzungumza naye mawili matatu, atajitambulisha jina lake ni nani, lakini pia yeye ni mtu wa aina gani. Bila shaka nitazungumza naye moja kwa moja ni msabahi tu kwa salamu awatu, ah, wa peponi wa Barakatuh. wa barakatuh yeah. wa wa, bila shaka watazamao za kujua majina yako yote matatu Walame, Biki Ramadhani Penza. Mashaallah. Wewe ni tunakuona hapa katika harakati mbalimbali ambazo unafanya, hususani katika harakati za uendeshaji wa bodaboda boda. Je, katika uendeshaji huu swala so zima la ibada inapatikana kwa muda muhafaka. Ah, alhamdulillah namshukuru Allah swala la ibada linapatikana mm, na kazi ya bodaboda haizuii kabisa. Ni swala la kumwabudu Allah tabaraka wataala. Jambo ambao namshukuru Allah namuomba na mm, mm, na mm, Allah kila siku anidumishe katika ibada mpaka mwisho wa pumzi zangu, na Allah amejalia, napotembea unatokana na vijana wenzangu, huwa mara nyingi nawakumusha jambo la kumcha Allah tabaraka wataala, maana ndio kusudio kubwa la kuumwa binadamu. Masha Allah. Ndio, ndio kusudio kubwa la kuumbwa eh, mwanadamu. Labda watazamaji hivi sasa ambao nikitazama kupitia katika chaneli hii, chaneli Aqida Online TV, unawaambia nini hususan wale ambao wanafanya kazi yaani, kwa, kwao ni kazi tu lakini ibada kwao ni changamoto, unawaambia nini? Aa, mimi jambo ambalo la kuwaambia au la kuwakumbusha mara mm. nyingi napenda kuwaambia kazi, kazi na swala kazi na swala au kazi, kazi, kazi na ibada Dio. Na pia vilevile napenda kuwakumbusha katika kazi yetu hii tuwe waaminifu, maana sisi bodaboda tunajiwa amana vitu mbalimbali so, utakuwa sio mwaminifu, utakuwa unajaribia ya kazi yako Dio. Na pia vilevile utakuwa unajiweka katika na nafasi mbaya kwa Allah so, tabaraka wataala kwa sababu Allah tabaraka wataala pia vilevile anapenda mtu mwaminifu. Kwa hiyo anawahusia sana vijana wenzangu tuwe waaminifu katika kazi zetu natudumishe ibada pia, sababu pia uaminifu ni moja ya ibada. Naam, mtazamaji ambao anayefuatilia matangazo haya mubasharatan katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja. Ah, na tumepata kuzunguka nao baadhi ya ba vijana madereva bodaboda hapa maeneo ya Chamazi hapa jijini Dar es Salaam. Nikiripoti hapa maeneo ya Chamazi hapa jijini Dar es Salaam, ni mimi Salum Kamba Ngum wa Aqida Online TV. Shukrani.